Hii ni simple na ni rahisi kutayarisha. Ni mchanganyiko wa olive oil, vitunguu thomu, pilipili nzima na za chenga, chumvi, paprika na pilipili manga. Weka pilipili ya chenga na ile kubwa ambayo umeikata kata vipande vya kiasi, ikiambatanishwa pamoja na vipande vya vitunguu thomu. Mimina chumvi ya mawe kiasi, tia ya pilipili manga na paprika Ongeza chumvi kidogo, na sasa mimina mafuta yako ya olive oil kwa kukadiria kulingana na chupa unayotumia. Hakikisha unaiweka katika sehemu yenye mwanga kiasi, na siyo juani moja kwa moja. Igeuze geuze kila siku ama kila baada ya masaa kuhakikisha mchanganyiko wako unachanganyika vizuri, na baada ya siku tano mpaka wiki moja unaweza kuanza kuitumia kama ni sauce kwa chakula mbalimbali unachovitumia. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube na vile vile tufuatilie ama tufollow kupitia Facebook, TikTok, Instagram na Facebook. Afya ya miaka kumi inaanza kuandaliwa kutoka sasa.